Hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu uliye naye wewe mwenyewe hapo hapo ulipo sasa hivi. Hakuna Mungu mwingine yeyote zaidi ya Mungu wako wewe mwenyewe uliye naye hapo ulipo sasa hivi. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu, linazungumza kuhusu Mungu sehemu ya kumi na nne. Unapozungumza na kusema Mungu wangu Mungu wangu inamaanisha umezungumza kuhusu uungu wako wewe mwenyewe unakuwa umezungumza kuhusu uungu wako wewe mwenyewe na kufanya Mungu wako unayemzungumzia ni uungu wako wewe mwenyewe, kwa jinsi hivyo unavyoonekana. Na ndio maana nimekwambia, katika pumziko Mungu hakuna wala hauna Mungu mwingine zaidi ya Mungu wako wewe mwenyewe, ikimaanisha ya uungu wako wewe mwenyewe, kwa kuwa ulipo wewe una sura ya uungu. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu Mungu wako au unasema Mungu wangu unazungumza kuhusu uungu wako wewe mwenyewe. Sura ya uungu wako wewe mwenyewe. Na kufanya Mungu akawa ni wako wewe mwenyewe. Ikimaanisha hauna Mungu mwingine zaidi ya uungu wako, yani uungu wako wewe mwenyewe, ya jinsi vile wewe ulivyo, hapo ulipo. Kwani jinsi ulivyo ndiyo sura ya Mungu, yani sura ya uungu. Na usemapo Mungu wangu nisaidie, inamaanisha kwamba unazungumza kuhusu uungu wako, jinsi ulivyo, muonekano wako, jinsi, jinsi ambavyo ukusaidie, si mwingine akusaidie, si Mungu mwingine akusaidie, bali uungu wako wa jinsi ya kuonekana kwako kwa muonekano wako huo kwa sura hiyo ya uungu ulio nao ndio ukusaidie. Unazungumzia usaidizi wa jinsi ya muonekano wako hapo hapo ulipo katika sura hiyo ya uungu kwa kuwa jinsi ulivyo una sura au ndio sura ya uungu ulio nayo, na kufanya jinsi ulivyo hapo ni sura ya Mungu inaishi, ni mamlaka ya kiuungu yanaishi, ni mapenzi ya Mungu yanaishi hivyo ulivyo. Kwa hiyo Mungu hatafuti kule wala kupatikana kule, bali Mungu wako anapatikana hapo ulipo, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo ndio uungu, ndio sura ya uungu, na jinsi ulivyo hapo ni uungu unaishi, ni uungu wako unatawala, ni uungu wako mamlaka yake yanatawala, na jinsi ulivyo hapo ni uungu unaishi, mapenzi yake ni uungu wako unaishi, mamlaka yake ni uungu wako unaishi, mapenzi yake ni uungu wako unaishi, pumziko lake, kwa jina husika katika kila jinsi ulivyo, popote pale ulipo, ndio sura ya uungu ni ipi ambayo inaishi ambayo ndio wewe unaishi na kufanya ukatambulika kwamba na wewe una sura ya kiungu. Unaye Mungu wako, unaye Mungu wako ni sura pekee ya uumbaji. Sura ya uumbaji ndiyo utambulisho pekee inayeeleza kwamba wewe hapo ulipo, katika jinsi ulivyo, ndiyo sura ya uungu, ndio uungu unaishi jinsi ulivyo. Hivyo kuwa ndio uungu unaishi, Mungu anaishi, Mungu anatawala, ni mamlaka ya kiungu yanaishi ni sura pekee ya uumbaji, na sura ya uumbaji ni ile sura, ni ule mwonekano unaokifanya kingine kisicho kuwepo kiwepo hapo katika uwepo wako ni mwonekano wa sura ambayo inakifanya kisichokuwepo kabisa hapo ulipo kiweze kuwepo hapo katika uwepo wako wewe, na hiyo ndiyo inayoitwa sura ya uumbaji, muonekano wa uumbaji, kwamba ni muonekano au ni sura inayokifanya kisichokuwepo kabisa hapo ulipo kiwepo hapo ulipo. na ndio maana kwa jinsi hiyo ya sura ya uumbaji, maana yake, maana yake na kuwa ndio utambulisho wa jina Mungu au uungu, na kufanya popote pale wewe ukawa na sura ya uungu kwa utambulisho huo wa uumbaji na kukufanya popote pale ulipo ikawa ni Mungu wako, ni uungu wako unaishi, ni uungu wako unasaidia, ni uungu wako unatawala, ni mamlaka ya uungu wako yanatawala, yanaishi mapenzi yake, unaishi mapenzi ya uungu wako unaishi pumziko la uungu wako kwa utambulisho wa sura hiyo ya uumbaji, kwa kuwa popote pale ulipo ukiwa upo hapo, umezungukwa na chochote kingine kwa jina lolote au yoyote, kwa jina lolote pasipo kujalisha mwonekano wake, kilichomvuta mwonekano au sura iliyokivuta hicho ambacho hakikuwepo hapo, lakini kimekuwepo hapo, kikatika kukuzunguka kwake hapo, huo mwonekano wako hiyo sura yako ndio huitwa sura ya uumbaji kwa jina, sura ya uungu. Sura ya uungu yani Mungu ukiwepo hapo ukaona chochote kimekuzunguka, kipo pamoja na wewe, sura iliyokivuta hicho kuwa hapo, ndio sura ya uumbaji, ikimaanisha hicho popote pale kilipo, kimezaliwa kutoka katika mamlaka yako ya kiungo mamlaka yako ya uwepo wako huu, ya kiungu, kwa kuwa kisingekuwepo hapo popote pale ulipo, kama wewe usingekuwa hapo, nacho kuzaliwa kutoka katika mamlaka hayo ya kiungu. Baba yako hakuwepo kabla yako, wewe mtoto haujakuwa hapo. Mtoto wako hakuwepo kabla yako, wewe haujakuwa hapo. Taifa lako halikuwepo kabla yako, wewe haujakuwa hapo. Chochote kile hakikuwepo kabisa, hakikuwepo kabisa, kabla yako wewe kuwa hapo, na kinachofanya chochote kiwepo hapo ndiyo hiyo sura ya uumbaji kwa jina Mungu, yani uungu. Na kwa maana hiyo ndiyo wewe umeitwa, una sura ya Mungu, una sura ya uungu, kwamba Imewezekanaje kanaje kisicho kuwepo kikawepo hapo? Imewezekanaje ka, imewezekana vipi? Baba yuko kule, hajulikani kama yupo, akaja hapo uliko kwako. Tuu ni huo mwonekano ulionao, ndio sura ya Mungu ya uungu, jinsi ulivyo hivyo, mwonekano wako huu ulionao sasa hivi ndio sura ya Mungu, mm -hmm, ndio sura ya uungu, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo popote pale ulipo ni Mungu, ni sura ya uungu, inaishi mamlaka yake ya uumbaji. Mwonekano wako huu unaishi mamlaka yake ya uumbaji, ndio maana umekaa hapo ukiwa ni mtu, wanaokuja kukuzunguka ni watu walio kwa jinsi yako, wanaoanza kukuzunguka ni wale wasilika ya jinsi ya kuonekana kwako kinachofanya ni hiyo sura ya uumbaji, ni hiyo sura ya uungu, ni hiyo sura ya Mungu kwa jinsi ya kuonekana kwako huko, na jina hilo, na jinsi hivyo ulivyo, popote pale ulipo, jinsi ulivyo hivyo, ndio Mungu anaishi kwa jina hilo lilo nalo ni Mungu anaishi. Jina Mungu ni utambulisho katika pumziko hili. Jina Mungu ni utambulisho kama ilivyo viungo na kiungo. huu ni mkono unatambulishwa kwa nini? Kushika. Huu ni mguu unatambulishwa kwa nini? Kwa jinsi hii ndivyo ilivyo wewe uliye katika pumziko hili, kwamba Mungu, Mungu ni jina linalotambulishwa, ni sura ulionayo hiyo, ambayo inatambulishwa kwa jinsi ya uumbaji kwa jina hilo ulilo nalo, jinsi ulivyo hivyo, wewe mwenyewe ndivyo Mungu anavyoonekana, ndiyo kuonekana kwa Mungu. jinsi vile ulivyo hivyo, sasa hivyo wewe mwenyewe ndio kuonekana kwa Mungu, ikimaanisha kwamba ni Mungu anatawala, ni Mungu anaishi mapenzi yake, ni Mungu anaishi pumziko lake, hivyo ulivyo ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo, popote pale, hapo hapo ulipo, upo unaishi mamlaka yako ya kiungu, upo unaishi mapenzi yako ya kiungu, ikimaanisha ni mapenzi ya uungu wako yanaishi, ni mamlaka ya uungu wako yanaishi, ni pumziko la uungu wako linaishi na chochote kinachokuzunguka ambacho hakikuwepo kabla yako, wewe hapakuwepo katika sura hiyo na jinsi hiyo ya kiungu, kwamba kimetokana kimezaliwa kutoka katika mamlaka yako kimevutwa na uungu wako, kimeumbwa kimezaliwa, kimetokana na uungu wako, nacho hicho kuwa ni cha uungu wako wa mwonekano wako huo. Nini maana yake? Yeyote unaye mtazama amezaliwa kwa mamlaka ya uungu wako, ikimaanisha ni uungu wako unaishi katika jinsi na jina lake. Kwa kuonekana kwake, yeyote ambaye amekuzunguka hapo ulipo ametokana na mamlaka ya uungu wako, ikimaanisha mwonekano wako wewe ulionao sasa hivi popote pale ulipo naye akiwa ametokana na mamlaka yako, ni uzao wa mamlaka yako ya kiungu, inamaanisha kwamba yeye huyo ni huo uungu wako ulionao hapo ulipo, unaishi mapenzi yake katika jinsi na jina la kuonekana kwa huyo aliyekuzunguka hapo. Narudia tena hapa, yoyote aliyekuzunguka huyo ni wewe uliye katika uungu huu, hapo ulipo, unaishi mapenzi yako katika jinsi na jina la huyo yoyote au chochote kilichokuzunguka ni uungu wako unaishi mapenzi yake au mamlaka yake katika kila jinsi na jina lolote, kwa yoyote aliyekuzunguka au aliye pamoja na wewe, popote pale ulipo na kufanya wewe katika uungu huo ulionao, katika sura ulionayo hiyo ya uungu, katika ulimwengu wote ni wewe mwenyewe. Uungu wako ni wewe, uko pekee yako, hakuna kwingine ambapo utautafuta uungu wako wewe, Mungu wako wewe mwingine jinsi ulivyo hapo wewe, huo muonekano wako jinsi huo ndio uungu wako wewe, na ulipo hapo, unaishi mamlaka ya uungu unaishi pumziko la uungu wako, unaishi mapenzi ya uungu wako kwa jinsi ya uwepo wako hapo ulipotua, kwa kuwa chochote kilichokuzunguka kimezaliwa, kimetokana na mamlaka ya uungu wako, ikimaanisha jinsi kilivyo chochote kile ni mamlaka ya uungu wako, yanaishi mapenzi yake yanaishi pumziko lake katika jinsi na jina lake, huyo yoyote au uh, chochote kilichokuzunguka, hili ni pumziko, na popote pale ulipo, unaishi pumziko kuanzia sasa, pumziko la uungu wako, pumziko la Mungu wako pumziko la wote waliotokana na uungu wako, ikimaanisha pumziko la chochote au yoyote aliyekuzunguka. Pokea pumziko la Mungu wako, pokea pumziko la yoyote aliyokuzunguka, chochote kilichokuzunguka, kwa jina, kwa jinsi la yake yote, kwa kuwa na usura ya mwonekano wa mamlaka ya uungu wako, ikimaanisha waliozaliwa kutokana na uungu wako, kutokana na jinsi ya uwepo wako, popote pale ulipo, wawe ni wa mapenzi yako, wawe Pumziko lako nimekupatia pumziko hili, pokea pumziko la Mungu wako. Mungu wako awe pumziko lako Mungu wako hawe pumziko lako, wote walioumbwa, wote walikuzunguka, wote waliopo, chochote kile kwa kuzunguka kwake kiwe ni pumziko la Mungu wako, iwe pumziko la mamlaka ya Mungu wako, pokea pumziko la awewe katika mwonekano wako huu, jinsi ulivyo hivyo, kuwa ndio unaishi mapenzi ya uungu, kwamba jinsi ulivyo hivyo ndio sura ya uungu. Na hapo ulipo, unaishi mapenzi ya uungu wako, mamlaka ya uungu wako, pumziko la uungu wako katika jinsi ya kuwepo hapo ulipo, pumziko hili liko pamoja na wewe lipo pamoja nawe hapo ulipo lipo pamoja na wewe hapo ulipo we papoli pale ulipo basi leo hii inaishia sehemu hii ya kumi na nne usikose wiki ijayo kuhusu sehemu ya kumi na tano kwa somo hili linaloitwa Mungu kutoka katika pumziko hili kwa pasta huyu Andy Gunyu na wote utaishi pumziko hili hakuna sehemu ambapo utaacha kuishi pumziko hili. Utaishi pumziko, utaishi mapenzi, utaishi furaha na utasikia raha ya jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo. Basi mafundisho haya yanapatikana katika kurasa pia wa YouTube kwa jina la pumziko au uh, pumziko moja na kupatia pumziko hili Pokea pumziko la Mungu wako, pokea pumziko la uungu wako, pokea pumziko la kila jinsi vyovyote pale ulipo, pokea pumziko la wote walioumbwa na Mungu, walioumbwa kutokana na uungu wako, kutokana na jinsi ya uwepo wako. Pokea pumziko hili na raha ya jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo katika sura hiyo ya uungu wako na iwe pamoja nawe, pumziko hili liwe pamoja nawe. Pokea pumziko hili, pokea pumziko la uungu wako, uungu wa familia yako, uungu wa kabila lako, uungu wa taifa lako, uungu wa ndoa yako, uungu wa uzao wako, uungu wa uwepo wa chochote, popote pale ulipo, pokea pumziko hili na liwe pamoja nawe, popote pale ulipo.